Nina washauri Watanzania wote wakatae hoja ya maandamano. Hoja ya maandamano haileti tija kwa Watanzania. Hoja ya maandamano italeta maafa makubwa kwa Watanzania. Lazima tukubali kwamba Tanzania ni nchi ya amani na itafanya mabadiliko yake kwa amani. Tusubiri uchaguzi umalize, tuingie katika mchakato wa kudai katiba mpya. Katiba mpya itakwenda bungeni, watu wataandika wanaoyataka. Katiba itakuwa mali yetu sote wa Tanzania, lakini tunaipata katika njia za amani. Tunafanya mabadiliko yetu katika njia za amani. Tusiwe watu wa kuiga mataifa ya watu, kwamba leo hii ni jambo la kusikitisha kuona wenzetu wameingia katika ma ma matatizo ya balaa la shida kwa sababu ya mambo kama haya. Nchi hii ni nchi ya amani na tumeirisi katika misingi ya amani. Nawaomba viongozi wote wa vyama vya siasa tuingie katika mchakato kwa amani na tumalize kwa amani, ili tuweze kupata uongozi mpya utakaoongoza nchi yetu kwa miaka mitano ijayo. Lakini vile vile ningechukua nafasi hii kumwambia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumwambia rais wa, wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwamba hatutaki kuona damu inamwagika nchi hii ya Tanzania. Tunataka kuona amani na utulivu, kwa vile hatua kali zichukuliwe katika kulinda amani na utulivu ya nchi hii isije ikateteleka hatutaki kuona vizuka, hatutaki kuona walemavu, hatutaki kuona wazee wametupwa na watoto wao, hatutaki kuona nchi imemwaga damu. Mliapa kulinda katiba, na katiba imekupeni mamlaka ya kuhakikisha amani na utulivu wa nchi hii munausimamia. Kwa vile, simameni viongozi wetu kulinda amani na utulivu na muwe tayari kupambana na mtu yoyote atakayeleta fujo ndani ya nchi hii. Narudia kusisitiza, Wazanzibari, sisi tumeshayaona matatizo ya namna hiyo katika nchi yetu. Kwa vile, tusikubali kusikiliza hawa watu waliokuwa wanataka madaraka kwa nguvu, tusikubali kwenda kwenye maandamano tarehe ishirini na nane watu wakapige kura, viongozi waliohusika ambao ni vikosi na watu wengine. Na tarehe ishirini na tisa, tutoke sisi tukapige kura, turudi majumbani kuja kulea watoto wetu na wazee wetu na kukaa na wake zetu kwa salama, ili kusubiri matokeo ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wananchi kisiwani Pemba wameweza kujifunza kwenye makosa yao na ndio maana leo hii tunaendelea kuwa watulivu wasikivu, na wala hakuna chochote kilichotokea. Hii ni kutokana na kwamba watu wa kisiwani Pemba naamini, naamini kabisa hawako tayari kuleta fujo wala kuleta balaa la aina yoyote. Na ni kweli kabisa ni ukweli kabisa usiofichika kwamba mikutano ya kampeni sasa inayofanyika katika kisiwa hichi watu tofauti tofauti wanakwenda kwenye mikutano. Kama ni mkutano wa CCM basi, ACT wanakwenda, CHADEMA wanakwenda, AFP wanakwenda, NLD wanakwenda na wanamaliza, wanaondoka salama salimini. Kama ni mkutano wangu mimi, nimeshawagundua watu wa namna mbalimbali wanakuja kwenye mikutano yangu, wanamaliza salama, wanaondoka salama. Huu ni ukomavu wa kisiasa, huu ni ukomavu wa demokrasia katika kisiwa hichi kwamba tayari inaanza kuingia kwenye vichwa vya watu na wanaanza kuwaelewa viongozi wabovu ambao wanakwenda kule wakiwa mabubu hawawezi kuwatetea kwa kimsingi. Sasa hivi Wapemba hawako tayari kuchagua wabunge wa mabubu wala wawakilishi mabubu wala madiwani mabubu. Wapemba watachagua viongozi wanaofaa kwa mantiki ya kuleta maendeleo kisiwani Pemba.